Tunaendelea, wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Faharia Shomari Hamis, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Je, ni nini maana ya kitendo cha kupiga saluti kinachofanywa na askari? Pili ni je, je ni askari wa ngazi gani hupigiwa saluti? Tatu, je, ni maafisa ama viongozi gani wa ngazi za serikali, muhimili wa mahakama na bunge wanaostahili saluti? Mweshimuwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi naomba kujibu swali la mweshimiwa Fagaria Shomar Hamis mbunge wa viti maalum lenye sehemu ab na ch kama ifuatavyo. Mweshimuwa spika, saluti, saluti ni salamu ya kijeshi ambayo hutolewa na askari kwa mujibu wa sheria na kanuni za kudumu za utendaji wa jeshi la polisi Police General Orders namba 102. Na Mheshimiwa naibu spika askari wote kuanzia chuo cha mkaguzi msaidizi na kuendelea hustahili kupigiwa saluti. Mheshimiwa naibu spika, pijo namba mia mbili imeainisha taratibu za saluti kwa viongozi wa serikali na taasisi zingine kama ifuatavyo: askari wa vyo vyote wanatakiwa kupiga saluti kwa Mheshimiwa Rais na makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, makamu wa kwanza na makamu wa pili ya rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania jaji mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na jaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na spika wa baraza la wawakilishi Zanzibar, mawaziri wote wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mawaziri wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, katibu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na katibu wa baraza la wakilishi Zanzibar, wabunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na wajumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar wanapokuwa katika maeneo ya bunge au majimboni mwao. Mheshimiwa naibu spika, viongozi wengine wanaostahili kupigiwa saluti ni pamoja na wakuu wa mikoa na majaji wanapokuwa katika maeneo ya kazi. Aidha, kuanzia askari mwenye cheo cha constable hadi mkaguzi wanapaswa kuwapigia saluti wakuu wa wilaya na waheshimiwa mahakimu wote wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. So, Mheshimiwa Faharia Hamis swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nashukuru mheshimiwa amenijibu vizuri, ambao Watanzania wameweza kufaidika na ile swala langu, lakini nitakuwa na masuala mawili madogo ya nyongeza. Ni kwa nini askari wamekuwa hawatimizi wajibu wao hasa kwa viongozi wa kisiasa wakiwemo waheshimiwa wabunge. Suala la pili ni kwa nini serikali isitoe maelekezo au waraka kwa askari wake ili suala hili liwe linakwenda sambamba utekelezaji wake na viongozi wengine ambao tayari wamewataja katika waraka huu. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Uvuvi na Kilimo, mifugo na uvuvi kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba na kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mheshimiwa Fakharia Shomari Hamis kama ifuatavyo kuhusu kwa nini askari eh, hawatimizi sharti hilo la taratibu zao za kazi za kupiga saluti kwa viongozi na hasa waheshimiwa wabunge, naomba nimfahamishe Mheshimiwa mbunge kwamba askari wote wanafahamu kwamba wanatakiwa kufanya hivyo na askari yeyote ambaye atapatikana na kosa la kutotimiza matakwa hayo ya kanuni zao kawaida, huchukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na kukatwa mshahara, adhabu ya kutoondoka kambini, inaitwa confinement to barracks, adhabu ya kucheza paredi, lakini vile vile adhabu ya kufanya usafi kambini au inaitwa extra, extra duties lakini nimweleze mheshimiwa mbunge pamoja na e, waheshimiwa wabunge wengine kwamba mara nyingine unakuta kwamba sio rahisi askari akafahamu kwamba mheshimiwa ni mbunge lakini vile vile e, askari unaweza ukakuta kwamba katika, katika namna alivyokutana na mheshimiwa mbunge anaweza e, asimtambue asi kwa sababu aidha hauko na bendera kwenye gari lako lakini vile vile ukienda kwenye mazingira na kufanya vitendo ambayo hayaendani na nafasi yako ile ya ubunge, unakuwa, inakuwa ni vigumu ku kupigia saluti. Kwa hiyo vile vile niwaombe sana waheshimiwa wabunge kwamba saluti hiyo tunastahili kwa sababu ya heshima ya cheo na dhamana ambayo tumepewa kama viongozi. Kwa hiyo tunaomba badala tu ya kudai saluti, lakini vile vile tuwe e, viongozi e, wanao e, wenye maadili ya uongozi. Na sasa kama usipopewa heshima e, hiyo ni rahisi kurepoti askari yule e, kwa waku, e, wakubwa zake na akachukuliwa hatua. Lakini kama nilivyosema askari wetu wote wanafundishwa kuhusu hizi e, orders na mara nyingi wanatekeleza. Swali la pili e, kwamba kwa nini serikali isitoe maelekezo e, e, wa, e, askari waweze kufuata taratibu hizi? Naomba nitumie fursa hii e, kwa askari wote nchini wahakikishe kwamba wanafuata Police General Orders namba mia na mbili ili waweze kutenda yale yote ambayo wanatakiwa kufanya ikiwa ni pamoja na kutoa saluti kwa viongozi wote kama wanavyotakiwa.